Mtazamaji wa Asili Yetu TV, leo siku ya Jumapili, Asili Yetu TV tuko ndani ya Ingwachana hapa katika wilaya ya Wanging'ombe, na tumekuja kwa jambo moja tu, tukiwa tumeongozana na timu nzima ya wananchi kutoka uh, mkoani, tukiwa na baadhi ya viongozi wa uhamasishaji, uandikishaji wanachama wa Young African Sports Club. Lakini mazingira tuliyokuta, tukasema kwanza tupige stori na wenyeji, kujua kwamba kipi ambacho wamejiandaa, lakini pia wana taarifa gani kuhusiana na hiki ambacho tumeijia kutoka makao makuu ya mkoani Njombe, na niko na mheshimiwa hapa ambaye nitapiga naye story kidogo ili kujua nani. Basi ungana nami, naitwa mzee wa tatu Uncle. Eh, bwana, safi, Fresh, poa. niko naye G, asante bwana, mambo vipi? Safi habari, unaitwa nani? Naitwa Sanga, Sanga. E, maarufu kama nani hapa Wanging'ombe? MC Sanga, MC Sanga. Ndio bwana, wewe ni mwanachama wa Yanga ndio Vipi leo ugeni huu mlikuwa mna taarifa nao, au umekuja kama vile surprise? ugeni ulitolewa taarifa, nadhani mtu aliyepokea taarifa mm, hakuwa active kutu organize vizuri mm, kwa sababu wanachama wa Yanga hapa ya Igwachanya tuko wengi sana. Okay, ni zaidi ya 100, ambao tayari tumeshajulikana mm, lakini pia katika ujio wa viongozi hawa kuna mambo mawili matatu ambayo wameshatupa, wametupa alert kwamba tuyafanyie kazi, tukishayafanyia kazi ili uongozi wetu ukae vizuri kisha kawa vizuri uongozi tupate wanachama zaidi ya hawa ambao watajisajili na wakijisajili, ili tuwe na tawi letu. Tumezoea kuona wanapokuja viongozi kwenye pembezoni mwa mji, kwenye maeneo mengine, tunakutana na wenyeji wengi, mapokezi yanakuwa makubwa, lakini hapa kama vile hata kama pameleta dosari kwenye upande wa uongozi hata wale tu mashabiki bado hatuoni kuonyesha kwamba kuna wageni wamekuja hapa na umeidai kwamba palikuwa na taarifa japo haikuwa na uhakika kwa asilimia mia moja nadhani kuna changamoto ambayo inabidi wanachama na mashabiki wa yanga hapa igwachanya tuifanyie kazi na kwa maelekezo na, ma, na ushauri tuliopata kutoka kwa viongozi kutoka mkoa na tumeridhiana kwamba mechi ya jumanne ya yanga tukutane wote tuchague uongozi si ndio? Ili tuanzie hapo kuwakusanya kwa pamoja wana Yanga na kuwa na ajenda moja, ili tuwe na ajenda ya kujisajili na baadaye kuwa tawi. Kwa nadhani hili ni kutokana kupelea kwa taarifa, nani anatakiwa apewe taarifa na awatangazie vipi wanachama na mashabiki wa Yanga katika matukio kama haya, kwa mfano ujio okay. Ndio umedai kwamba hapa mna wanachama au mna wapenzi, tunasema sasa ni mashabiki zaidi ya mia, ambao mnakuwa pamoja kutokana na kwamba bado hakuna tawi rasmi uh, mnatumia aina gani ya mkusanyiko au nguvu gani ambayo mnatumia kukusanya, kama mna group au mna nini, mna kipi ambacho kinawakutanisha kama mashabiki, ikiwa bado hamna kama tawi rasmi ambalo linatambulika? Uh, na, na, na wanachama wa Yanga, umoja wetu sisi upo katika kundi la WhatsApp. Hmm. na hili kundi kimsingi ni kama wiki tatu limeanzishwa hmm, baada ya viongozi wa tawi la Yanga aliyotoka Ilembula alikuja kutupa pia hamasa mm, tukakusanyika tukafika watu zaidi ya mia moja okay. Kwa hiyo sasa tulikuwa kwenye mchakato wa kupatikana uongozi mm, ili mambo mengine yaendelee, ili tuweze pia kualika viongozi kama wa mkoa mlivyokuja mm, kutupa mwelekeo na maelekezo ambayo yatatusaidia sisi hapa kujisajili na kufungua tawi letu. Ndio. Lakini Igwachana panaonekana pamechangamka sana, ni mji ambao unakuwa kwa kasi ah, changamoto gani ambazo unapitia mpaka leo bado hamna tawi maalum la yanga ambayo linajulikana? Nadhani ni sisi wenyewe tulirudi nyuma, tulikuwa na udhaifu wa kutokuwa serious katika jambo hili, kwa sababu wa, wanachama na mashabiki wa yanga hapa wako yeah. wengi sana wengi sana, wananchi wengi sana yeah, eh, kwao nadhani suni baada ya hapa hmm. mambo yatakaa vizuri okay. Na mtakavyokuja awamu nyingine, hamtaamini ni kwamba ni ile Igwachanya tuliyoikuta mwanzoni au nyingine, mtakutana na watu wengi sana na pia wana mwamko sana. Okay, we sasa kama shabiki wa mwananchi lakini pia ni mwenyeji wa hapa Igwachanya, unawapa ujumbe gani wale watazamaji na wapenzi wa Yanga ambaye wanaitazama Asili Yetu TV, hususan wakazi wa hapa Igwachanya? Kwanza nawaambia kwamba furaha nyingine ukiachana na furaha alizoziumba Mungu, furaha nyingine inapatikana Yanga okay. Kwa hiyo waje tukutane, tukae kwa pamoja, tuchague uongozi, tupange mikakati yetu, ili viongozi wanavyokuja huku wajue kwamba hili ni tawi letu na tawi letu likishaimarika nadhani itakuwa ni furaha sana kwa wanachama kukutana na kufanya mambo mengine kwa sababu Yanga haishii tu kuangalia mpira, tunaangalia na mambo mengine ya kijamii. Kwa hiyo nadhani ni fursa ya wao sasa kuja kushiriki hiyo Jumanne kwenye kikao chetu. Nadhani kitafanyika pale AN Lodge ili tuweze kukutana kupanga mipakato yetu. Na mtu yote atakayesikia tangazo hili au ujumbe huu asisite kumwambia mwenzake mwana Yanga ili tuweze kukutana na kufanya jambo la muhimu. Asante, asante. Asante. Bwana nilikuwa naye MC Sanga kutoka hapa Iguachanya, maeneo ya Wanging'ombe huko ambapo kumechangamka kweli kweli kwe, lakini nashukuru kwamba nazidi kuonana na baadhi ya mashabiki wa Young African Sports Club ambapo tulitegemea kuwepo na baadhi ya kikao, lakini pia niko naye mkurugenzi hapa, amegonga uzi wake unataka kuendana na ule wa mwananchi e, japo uu kidogo una silaha mambo Jina anaitwa Godlove mkocha. Mm, eh, mkocha yes, eh, ni kocha au mkocha? Mkocha ah, ndio. Unajua kocha ah, mna mkocha <laughs> eh. Bwana wee ni mwananchi mwananchi. Mm, vipi mwamko hapa kwa upande wa mashabiki wa mwananchi sasa? ah, mwamko upo mm. Sema bado tuna mambo madogo madogo hayajakaa sawa, lakini wananchi wapo okay. eh. mm. changamoto ni nini? kwa sababu ukiangalia mwamko wa eneo husika na, na mwitikio wa mashabiki hususani wa Yanga kama vile mmefifia fulani mmepoza kwa kweli sio kwamba tumepoza ila hmm. changamoto ni uongozi na kupeana mikakati, nini cha kufanya, kwa sababu saizi kila mtu hajui afanye nini afanye. Ndio maana kama kumepoa, tunaamini kwamba mpira ndo tasnia ambayo pekee inakutanisha watu wengi makabila tofauti bila kujali dini, lakini nakutana. Uh, vipi, e tangu umeanza kushirikiana na watu wa mpira hapa, unaona kuna uwezekano wa kuungana na kupata tawi la Yanga ambalo linatambulika kwa muda mfupi zaidi au bado itakuwa ni changamoto ni mlolongo huo? Uwezekano upo tena mkubwa sana, uwezekano yeah, upo tena mkubwa sana, kwa sababu wanayanga wapo wengi na uwezo upo upo mm, wa kutosha kabisa yeah. kwa sababu naofia kama vile wale wenzenu wasije akawapiku wakapata mambo mazuri nyafu nyenye mkabaki. Hawezi kutupiku, kwa sababu wao of course wameshaanza lakini bado wanasuasua sana. Kwa hiyo mm, kule kuanza kwao ndo tutachukulia gepu hilo lile kwa kuwapita pia. Kwa hiyo okay. wow, no, wao nao wameshaanza. Wameshaanza. <laughs> nadhani ukiangalia upande fulani utakuta eh. kuna mm. kabendera kao kama <laughs> kanapepea, lakini si nadhani tutakuwa zaidi ya wao pia. Mimi nikushukuru sana. asante sana uh. huyu ni baadhi anaitwa Mkwacha ambaye ni mwenyeji wa hapa Ingwachana, lakini nataka nipige stori na moja kati ya watu ambao nimeongozana nao hapa, ili kujua bwana e kujua kwamba vipi alivyoona e mwamko wake na jinsi mazingira na mapokezi yamekuja, mambo vipi? Pole na safari. Safari bwana, tumefika salama, yeah. tumekuja kutembelea Igwachanya na kweli Igwachanya ni nzuri, yeah. napendeza, yeah. eh, kupo vizuri kabisa mm. Tumeona... vipi mazingira ya mapokezi, mwamko ndio kile ulichokitegemea au bado kuna mambo fulani yanafeli upande wa wananchi hapa? Kwa upande wa wananchi, mambo lazima ya azma yafeli kwa sababu kwanza tumekuja kuleta elimu elimu, hmm, yenyewe tunakuja kuileta sasa. Inatakiwa tukutane na watu. Kutana na watu kwa mara moja kwa mara moja huwezi. Lazima ukutane na watu wachache baadaye wajiorganize. Yeah. Wakisha jiorganize, mwisho wa siku tutakuja kuonana na watu wengi, na hata wengine wengine ndiyo sababu mtakuja kukutana na watu wengi. Lakini kwa sasa, yeah, eh, ndiyo kama unavyojua mwanzo ni mgumu. Okay. Eh, lakini tunakoendelea naona ni kuzuri kwa sababu kwanza mji wa Kichanya hapa ni mkubwa, ni ofisi ziko hapa, mambo mazuri yako hapa, barabara nzuri, watu ni wengi, biashara zinafanyika. Kwa hiyo hata wanayanga tutawapata kwa sababu wananchi ni kila mahali wapo. Nyie we, ndio nye wenyeji na viongozi kutoka makao makuu ya mkoa e, wa Njombe. Mm, mm, kama vile mmechelewa, kwa sababu ukiangalia mazingira na mwamko, alafu mtu akakwambia hakuna tawi la Yanga, kama vile mlikuwa mmechelewa fulani. changamoto ilikuwa nini? Mkoa wa Njombe ni mkoa mkubwa na una wilaya zake. hmm. E, sasa tulikuwa tunaenda wilaya kwa wilaya bahati mbaya mazuri hapa Ingwachana na Njombe mjini ni jirani sana, lakini tulikuwa tumesambaa kidogo kwa sababu ya uongozi ulikuwa hujatanuka, e, kutegemeana na miongozo. Lakini kwa sasa naona ile mbula, tunataka tunao utawi Makambako, tunao utawi e, Lupembe tayari tunatarajia kulifungua na watu wanachama wamejisajili. Kwa hiyo ni sehemu nyingi nyingi, u, u, Ludewa wapo, ni sehemu nyingi ambapo tulikuwa tunatembea na ndio viongozi wa mkoa ndio sisi. Um, wilaya ni kubwa lakini viongozi ndio sisi kwa hiyo lazima kila mahali tufate mi, mi, misingi na mienendo kwa ajili ya kupata wanachama, na hapa sasa ndio zamu yao. Mi imewafikia sasa, nategemea sasa watajitokeza, nategemea sasa watashauku yao wameshapata. Wanasema mpira ni ushindani wa pande mbili tumeambia upande wa pili kule kama vile na wao wameshaanza. Sasa nyie mtatengeneza mazingira gani kuhakikisha kwamba nyie kama waanzilishi, kwa sababu tunaamini ilianza Yanga afu na wengine wakafuata. Sasa e, sasa mtatumia njia gani kuhakikisha kwamba nyie hapa mnaanza kusimika kwanza nyie tawi kabla wao hawajasimika? Sababu wao wameshaanza mchakato na nyie ndio hivi kama mnabisha hodi Ndugu mwandishi, nikuhakikishie kitu kimoja. Na ndiyo maana rais yeah, akisimama yeah, utashangaa, lazima itatawala na hao wengine baadaye watasubiri tuache tu watangulie wanao awanavotangulia hata michakato ile ya, u... ya mabadiliko wao walitangulia kuanza mm. e, michakato, lakini sisi tumekuja kuwa na rais wao, hawana rais sasa hivi wanasema wana... wana, wana, wana, wana, wana wao ndo taasisi ambayo inatoa elimu ya mpira wa miguu Tanzania. Kama wanatoa taasisi ya mpira wa miguu, wangekimbia uwanjani kama wanatoa elimu ya mpira wa miguu wakimbia uwanjani kisa mazoezi hivi? Wewe hata ukaakiliyako wewe, siku moja tu nyoka ameingia ndani utakimbia chumba? Hapana bwana <gibia> eh, mimi nafikiri. Lakini pia wanasema kuwakilishwa ni vema kuliko kukosekana kabisa. Mwamba yuko pale anawakilisha kimataifa na leo ana mechi yake, una lipi la kumwambia kama mtani wako sasa? Eh. Najua lakini, bendera, unaweza, na li, mimi eh. Najua hmm. oh, oh. eh. ni mtoto ameenda kucheza huko atarudi baadaye. Najua ni mtoto ameenda kucheza cheza huko atarudi baadaye. Jina maarufu Erasto Yanga, Yanga kutoka Makambako, lakini niko pia na mratibu ambaye kutoka pia makao makuu ya mpira wa miguu tunasema pale Njombe, Tanzania, akiwa anawakilisha wanachama wa Young African Sports Club. Eh, bwana kaka, mambo vipi? Poa, mambo vipi? Wakika, Wakika. Pole na safari. Asante sana. Vipi, unaionaje igwa chanya? Ah, kwanza namshukuru sana Mungu kwa kuweza kufika katika maeneo haya mm. naweza nikasema ni, ni mara yangu ya kwanza mm. Hii ni igwachanyi iliyochangamka mm. kwa sasa hivi. okay. tofauti na miaka ile ya nyuma, lakini pia igwachanya naiona ni kubwa sana mm. na naiona igwachanya ambayo ina wanachama wa Yanga ambao wanaweza kujisajili okay. wengi sana, ina washabiki wengi sana igwachanya, na kwa hali, hali mandhari ya igwachanya ninavyoiona mm. naweza nikasema kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwa na tawi la Yanga hapa okay kwa sababu ofisi za wilaya ziko hapa mm. tuna tawi Makete ni wilaya mm. tuna tawi Ludewa ni wilaya hapa, ofisi za tawi ziko hapa, za wilaya ziko hapa, kwa hiyo naamini kuwa wilaya iko hapa, kwa hiyo hapo kuna umuhimu mkubwa wa kuwa na tawi la Yanga mm. Wewe kama mratibu wa uhamasishaji uandikishaji wa wanachama wa Yanga pamoja na kuratibu matawi yote yanayokuja na, na ambayo yapo pia ni mlezi kuhakikisha kwamba yanaendelea kumea. Ah, unadhani kipi ambacho kimechelewesha eneo kama hili ambaye pana, pana, pana ofisi zote za serikali na, na, na population ya watu of course inaonekana ni kubwa na maendeleo ni ya hali ya juu kabisa. Ah, kipi ambacho unahisi kilichelewesha kwa upande wa Yanga kusimika tawi hapa ambalo lingejibebea wanachama hai wengi ambayo ingekuwa ni faida pia kwenye klabu yako. Ah, kwanza nianze katika mfumo wetu wa mabadiliko ya klabu ya Yanga hmm haujaanza kufanya kazi kwa miaka mingi, umeanza hivi karibuni na sisi waratibu tumeanza kufanya kazi mwaka jana. Kwa hiyo tulianza na maeneo mengine ambayo ni wilaya pia, lakini kikubwa zaidi maeneo ambayo tulianza nayo, tulianza na maeneo ya mjini. Kwa mfano, Njombe mjini, tulianza na Makambako, baada ya hapo tukatoka, tukaanza Makete, tukatoka tukaenda Ludewa. Kwa hiyo hata leo kuja hapa ni programu endelevu ya kutafuta kuongeza idadi ya matawi na kuongeza idadi ya wanachama ndani ya mkoa wa Njombe. Kwa hiyo watu wa Igwachanya wasione kama tumechelewa kuwafikia, waone kuwa ni nafasi sasa imefika wao kujisajili na kuwa na tawi katika eneo lao okay. Ni jambo ambalo ni muhimu sana na kuna, kuna faida nyingi sana kukiwa kuna tawi katika maeneo haya, wanachama wa hapa wakijisajili watapata faida nyingi zinazohusiana na tawi lakini pia yaani naweza nikasema wanaongeza wanaongeza hisa kwenye klabu yetu, kwa sababu mwanachama ana hisa hamsini na moja. Sasa hisa ni watu, huwezi ukasema hisa ambazo ni namba hisa, mm, ni watu. Kwa hiyo tunatarajia kupata wanachama wengi katika eneo hili wajitokeze, ili thamani ya klabu yetu iweze kupanda, na lazima watambue, tunaelekea mwisho wa, mwisho wa msimu ambao ni msimu ambao unahitaji sana sana sana pesa kuliko, kuliko wakati mwingine hmm. Tunahitaji kusajili, tunahitaji kuboresha mi, mi, mikataba ya wachezaji tunahitaji kuboresha labda benchi la ufundi sielewa. Kwa hiyo ni msimu ambayo, lakini pia tunahitaji kulipa malimbikizo ya wachezaji hasa hasa katika nafasi za, za usajili. Kwa hiyo ni msimu ambao unahitaji sana pesa na pesa ziko na sisi wanachama okay hatuwezi tukamtegemea mdhamini. Mdhamini naye ana, ana play part yake, lakini mm. Timu ni ya wanachama sio mdhamini okay. GSM yeye yuko pale ni, ni, ni mwekezaji tu mm. Lakini timu ya nani? mwanachama mwanachama, lazima ujitutumue kwa mimi na uwezo wa kuendesha timu yangu hata pasipo kuwepo na mdhamini mkuu okay. Kwa wale viongozi wenzio ambao wako juu na wanakutegemea wewe kama mwakilishi wao upande wa huku uh, kwenye ngazi ya mkoa kuja mpaka kwenye wilaya ya kuhakikisha uhamasishaji na ufunguzi wa vyama, tunasema kwamba unaenda kwa kasi, unawaahidi mpaka muda gani? E, ufunguzi wa tawi hapa utakuwa umekamilika kulingana na mazingira ulivyoona na, na hali halisi ambayo umekutana nayo hapa Igwachanya Igwachanya, naamini ndani ya wiki moja hapa hmm, tunapata wanachama mia moja kwa sababu yeah, mandhari yanaonyesha hmm, mi nimezunguka sehemu nyingi, okay, sehemu <laughs> nyingi nimezunguka ila kwa mandhari ya Igwachanya hapa yeah, naweza nikasema ndani ya wiki moja yeah, tumeshapata wanachama mia moja hmm, inawezekana okay, na haishindikani hmm, kwa sababu naamini wanayanga hapa wapo hmm, wenye mapenzi na timu yao wapo hmm. Na kuna umuhimu mkubwa hivi kwe... ukiangalia Ingwachana vile inavyoonekana hi yeah. Naona ya... ni halali kosa tawi la Yanga eh? <laughs> Mwandishi ukiangalia ni halali. Kwa hiyo naomba wajitokeze, ni nafasi yao sasa. Tumekuja kuwasajili una uh, unawaahidi wana Ingwachana kwamba unatamani wakikamilika ndani ya wiki moja wiki mbili kwa idadi ambayo inatakiwa ina, ina, ina kikatiba nani kiongozi gani mkubwa kutoka taifa ambaye atakuja kufungua tawi la hapa kitu ambacho ukijui hey. Mwaka jana nimesajili ile Ilembula wanachama 103 siku moja mwaka hmm. huu mechi hmm. na prison hmm. tunahitaji kuzindua tawi la Ilembula. okay. hata hapa hmm. kiongozi yote hmm. oh, atakayemhitaji atafika ni wao tu achague, ni wao tu <laughs> ni wao tu tukujitokeza kujisajili. Uwingi wa wanachama ndio utakaoleta kiongozi hapa hata akihitaji. Okay. Alikamwe hapa atafika, atapiga mbio hapa, si unamjua? atapiga mbio aliamsha Manyara hapata <laughs> <mjua. laughs> tosha hapa mimi nakwambia, matawi yote ya Njombe atamia hapa, na lazima tufanye pati kubwa pati la kiume Igwachanya, nimeipenda, nimeipenda ni nzuri eh bwana. Mimi nikushukuru sana, asante sana eh bwana. Nilikuwa naye mratibu wa wanachama wa Yanga mkoa Njombe na nimezungumza naye baadhi ya maelezo yake na filamu yasikia na kikubwa, ameelezea tu kwamba kulingana na hadhi ya Igwachanya ilivyo, mazingira yake na jinsi palivyo boreshwa, ni halali kabisa kupata tawi la chama ambalo litakuwa na wapenzi wengi wengi wengi ambao pia watakuwa ni faida zaidi upa, katika upande wa klabu ya Yanga na kuongeza kipato na kufanya klabu izidi kusonga mbele na kufanya vizuri kabisa katika michuano yote nje na ndani, kuhakikisha kwamba tunaendelea kuipeperusha bendera ya Yanga lakini pia tunapeperusha bendera ya Tanzania katika mataifa mengine. Endelea kuwa nasi kupitia Asili Yetu TV, naitwa mzee wa tatu, bado tuko Igwachanya siku ya leo, lakini katika upande wa nyuma ya kamera niko naye Anko G, asante Yetu TV nipo na baadhi pia ya wanawake ambao ni wanachama wa Yanga waliokuwepo katika moja ya msafara wa kuja kuitembelea Igwa Chanya kuangalia kwamba namna gani wanaweza wakaboresha, uh, upande wa wanachama wa Yanga lakini pia kuanzisha tawi rasmi ambayo litatambulika kitaifa. Niko naye mwanamama hapa. Mambo vipi? Nani? Alice Mluilo. Mm. Alice, unaionaje Igwachanya kwanza upande wako? Kiukweli Igwachanya inapendeza sana mm. Eh. Mm. lakini kama vile wamekosa tawi la Yanga, wewe usikitiki kama mwana Yanga original? Nasikitika sana kukosa wanachama Igwachanya na ndio maana mm. tumekuja hapa kwa ajili ya kuhamasisha watu wajisajili mm. ili tupate wanachama wa kutosha hapa Igwachanya mm. E. Kwa hiyo un, un, un, unadhani wakihamasika vizuri itachukua muda gani kupata tawi hapa mimi nadhani ni kwa muda mfupi tu, endapo tutaenda tuta nao sawa, atafuata wale viongozi waliowaambia mm. kwao, nadhani muda sio mrefu, tutakuja hapa kuzindua tawi mm. Igwachanya. Pengine kwa sababu bado hawana tawi, hawajui faida yoyote ya kuwa na tawi. Wape faida moja tu, faida ya kwanza mm. ya, ukiwa mwanachama wa Yanga mm. unaisaidia klabu yako kupata wachezaji wazuri bana mm. hey. <laughs> E, niko naye Aris, lakini pia niko na mrembo mwingine eh, mrefu kama mimi Yanga bingwa <laughs> ni moja tu. Yanga bingwa, eh bwana, niko na mwanachama. Yeye amepiga na uzi wake kabisa wa Yanga kuonyesha kwa kwamba hana mbambamba eh. Inakuwaje mama so, hapa hapa Ingwachana. Eh, hebu niambie majina yako wazao, unaitwa nani? Mimi naitwa Mesko Yohana Kaleme. Ndio. Mm, mwananchi au umetinga tuzi baada ya kutuona hapa? Mimi mwananchi kabisa. Hebu niambie hapa changamoto nini mpaka leo hakuna umoja wana Yanga, hakuna tawi la Yanga? Wewe ukiwa ndo mzao wa hapa mwenyeji wa hapa, unahisi changamoto ni nini? Hapa nahisi hmm, hakuna changamoto yoyote ila tu hmm kwa sababu nahisi ndo taw, taw, kuanzisha tawi tunajua tunaanzisha tawi sio muda hmm, sema hmm, vijana hatujapata hamasa kidogo kusema hmm, uh, changamoto kwa kifupi elimu eh, elimu hmm, bado haijatufikia ila, wamekuja watu kutoka makao makuu mkoa wamekuja kwa ajili ya kuleta elimu ya kutengeneza mazingira kujiunganisha wa mashabiki wa hapa ili wajiunge na wajiandikishe kuwa wanachama. Ah, wewe ili unalipokeaje? Ah, mimi kwangu nalipokea vizuri hmm, ni niseme tu nalipokea vizuri hmm, nipo tayari kuipokea, ebu wetu ahidi okay. Hey, we wewe mwenyewe unaweza ukaleta wanachama wenzako wangapi au mashabiki wenzako wangapi mkajiunga na kwa muda gani utaleta idadi hiyo ambayo utanitajia? Uh, mi nao wengi nao wengi sana na wengi sana na wengi sana. Kama wangapi? Hakika nao kama 10 ishirini na mbili hivi e, ambao wananifuata nyuma wapo e, wengi sana. Unaweza ukawaleta ndani ya muda gani au 22? na uh, kwa sababu imekuwa kama zarula e, kama baada ya siku mbili tatu hivi bwana uh, <laughs> <laughs> e, <hakika. laughs> e, leo mtani mtani leo yuko wanjani, unazungumziaje leo an, an, an, anafanyaje

Asante. Nilikuwa na shabiki wa Yanga kutoka hapa Ingwachana ambaye yameeleza kwamba ye binafsi tu anaweza kuleta mashabiki wenzake zaidi ya 20 ndani ya siku tatu na wakaendelea kujiunga na kuhakikisha kwamba wanajisajili na kuwa wanachama hai wa Young Africans Sports Club na kuendelea kuitumikia klabu yao. Yanga ili iweze kufanya vizuri kabisa na kupata vikombe vya kutosha ili kuendelea kuipeperusha vizuri bendera ya Yanga. Basi nashukuru kwa wote ambao mlikuwa nani kutoka hapa Igwachanya. Bado mambo ni mazuri lakini endelea kuitazama Asili Yetu TV. Bado tupo Igwachanya tunaokusanyia habari za hapa na pale kujua kwamba kipi ambacho kinajiri katika upande wa Young African Sports Club hapa Igwachanya, Njombe, Tanzania. Asante.